Unaweza kukumbuka kwamba baada ya kifo cha Sulemani, taifa la Israeli liligawanyika mara mbili. Makabila kumi ya kaskazini yaliita wenyewe Israeli na Samaria ikawa mji mkuu wao, na makabila mawili ya kusini, Yuda na Benjamini, yalibaki waaminifu kwa nyumba ya Daudi na waliendelea kuwa na Yerusalemu kama mji mkuu wao, na waliitwa Yuda. Sasa wakati Isaya anahubiri hapa Yerusalemu, mgawanyiko huu katika taifa ni karibu miaka mia mbili tunapofika sasa katika isaya sura ya 7 hali ya yuda ni ya hofu na wasiwasi dola la ashuru linazidi kuwa na uchokozi zaidi na kwa kweli wanataka ardhi ya israeli na yuda waashuru walijulikana kwa nguvu zao za kijeshi walijulikana kwa ukatili na unyama wao kwa watu waliowateka Uvumi ulienea kwamba mfalme wa Ashuru aliketi kwenye kiti cha enzi alichokuwa amekifunika kwa ngozi za wafalme waliowashinda. Hivyo, taifa la Israeli, makabila kumi ya kaskazini, waliunda muungano na jirani yao Chamu, na sasa wanataka Yuda kujiunga nao kwa matumaini kwamba pamoja wanaweza kushinda jeshi hili la kikatili la Ashuru. Lakini Ahazi, mfalme wa Yuda Anajua kwamba ni jambo lisilowezekana na anakataa kujiunga na muungano huu. Hivyo, Israeli na Chamu wanavamia Yuda na wanajaribu kuwalazimisha unda muungano huu na kama unavyoweza kufikiria. Ahazi anaogopa sana. Yeye na Yerusalemu yote wako katika hali ya hofu. Kwa kweli, sura ya saba inaanza hapa katika mstari wa pili kwa kutuambia moyo wa Ahazi na moyo wa watu wake ulitetemeka. Kama miti ya msituni inavyotetemeka mbele ya upepo. Naam, Mungu anajibu hofu yao kwa kumwambia Isaya achukue mwanawe na kwenda kumkuta Mfalme Ahazi na kumtuliza. Jina la mwana wa Isaya hapa katika mstari wa tatu ni Shahari ya Shubo, na hilo linamaanisha mabaki yatakaporudi. Kwa hivyo uwepo wa mwana wa Isaya ni, ni ishara muhimu kwamba Mungu atafuta ahadi zake za agano bila kujali kinachotokea kwa hivyo, Isaya na mwanawe wanatoka hapa kumkuta mfalme Ahazi na kumwambia, hapa katika mstari wa nne uwe makini, tulia, usiogope, usiruhusu moyo wako udhoofike. Kwa maneno mengine, Mungu ana kila kitu chini ya udhibiti. Isaya anasema kwa ufanisi kwa Ahazi, sikiliza, unajua Mungu hafanyi mipango yeye daima amekuwa na mipango mipango yake inarudi nyuma hadi katika umilele uliopita na mipango yake haiwezi kuzuilika hadi umilele ujao haijalishi ni miungano gani haijalishi ni wafalme gani haijalishi ni milki gani mbaya inayoinuka na kujaribu kufanya sasa labda huo ndio ujumbe hasa unaohitaji kusikia leo kutoka kwa bwana unajua labda unapaniki juu ya, juu ya, kitu fulani Labda umesukuma ukutani, pengine shinikizo liko juu yako. Sikiliza bwana, ukweli huu hauna wakati. Tuliza moyo, usiogope, usiruhusu moyo wako udhoofika. Sasa kile Isaya anachofanya baadaye ni kutoa moja ya unabii mkubwa zaidi kuhusu Bwana Yesu ambao tunaupata katika Biblia yote. Isaya anamwambia mfalme Ahazi hapa katika sura ya 7 na aya ya kumi na nne: Tazama, bikira atachukua mimba na kuzaa mwana, naye atamwita jina lake Emanueli. Emanueli maana yake ni Mungu pamoja nasi. Sasa hiyo inasikika kuwa ya kawaida, sivyo? Unaenda kwenye injili ya Mathayo na Mathayo ananukuu maandiko haya kuwa yametimia katika kuzaliwa kwa Yesu Kristo na bikira. Lakini sasa hapa katika Isaya inakuwa kidogo inachanganya kwa sababu ukiendelea kusoma hapa kuhusu kuzaliwa kwa mvulana huyu maalum. Utapata hii katika aya ya 16: kabla ya mvulana kujua jinsi ya kukataa uovu na kuchagua mema, nchi ambayo wafalme wawili unaowaogopa, itakuwa imeachwa. Kwa maneno mengine, hawa wafalme wawili wa Israeli na Shamu ambao wanamtishia mfalme wa Yuda watafariki wakati mvulana huyu bado ni mtoto mdogo. Na hivyo ndivyo ilivyotokea, kabla ya miaka miwili kupita. Sasa je, unabii huu hapa unazungumzia Yesu au la? Moja ya mambo muhimu ya kukumbuka unaposoma manabii ni hili: unabii unaweza kuwa na utimilifu wa haraka na utimilifu wa baadaye. Kwa maneno mengine, kunaweza kuwa na matumizi ya haraka na matumizi ya baadaye, na hivyo ndivyo ilivyo hapa. Kwanza, kuna utimilifu wa haraka hapa wa Isaya saa saba na madakika kumi na nne. Mke wa kwanza wa Isaya inaonekana amefariki, hatupewi maelezo, lakini tunaambiwa kwamba Isaya anaolewa tena na anaolewa na bikira. Wanatimiza ndoa yao, na takriban miezi tisa baadaye anapata mvulana huyu mdogo. Mungu anawaelekeza kumpa mwana wao majina mawili. Moja ya majina yake ni ishara na jina lingine litakuwa sahihi yake. Sasa Isaya na mke wake hawahitaji kufikiria orodha ya majina yanayowezekana, unajua majina yanayosikika vizuri na jina lao, au au majina yaliyotoka kwa babu Hari au au mjomba Heni. Hapana, Mungu anasema hapa kwamba jina la mvulana litakuwa Emanueli. Jina hilo ni ishara. Mungu anawahakikishia watu wake kwamba hata katika nyakati hizi za hofu na machafuko, Mungu bado yuko pamoja nao. Kisha katika sura ya nane, tunapewa sahihi yake, yaani jina lake rasmi kwa kusema, na hapa ndipo Isaya anaandika katika mstari wa tatu: nikaenda kwa nabii mwanamke huyo, ni mke wake, naye akapata mimba na kuzaa mwana. Kisha Bwana akaniambia, mwite jina lake Maher Shalal Hashbaz. Hilo ni, hilo ni jina refu, nililazimika kulifanyia mazoezi. Ninaweza kufikiria mtoto huyu atakuwa na wakati mgumu katika chekechea kujifunza kuandika jina lake sasa ingawa hili ni jina lake rasmi, pia linatumika kama ishara, kwa sababu linamaanisha haraka kupora. Na ikiwa kuna swali lolote kuhusu nani atakaye pora, Bwana analieleza wazi hapa katika mstari wa nne, Ashuru itakuwa haraka kupora wafalme wa Israeli na Chamu. Sasa hayo yote ni matumizi ya haraka ya unabii huu, lakini utimilifu wa baadaye unapatikana kwa kweli katika Yesu Kristo. Na, na ni utimilifu mkubwa zaidi kwa kweli, kulingana na akaunti za Injili za Maria, Maria hakuwa tu bikira alipoa kama mke wa Isaya na na kisha baadaye akapata mimba. Hapana, Maria alikuwa bado bikira alipokuwa mjamzito mzito. Mathayo anatumia maandiko haya kutoka kwa Isaya kwa maana yake ya kimuujiza zaidi. Sasa kwa bahati mbaya, ujumbe wa Isaya na ishara za majina ya wanawe vema zinapuuzwa na Ahazi na watu wa Yuda. Kwa kweli, watu hapa wanakimbilia kusikiliza viongozi wa uchawi na wachawi ambao wanadaiwa kuwasiliana na ulimwengu wa roho, huku wakimpuuza nabii wa Mungu. Isaya anawapa changamoto wanapohubiri, anawaambia kwamba wanajaribu kupata mwongozo kutoka sehemu zisizo sahihi. Kwa kweli anasema hapa katika mstari wa kumi na tisa wa sura ya nane kwamba wanawauliza wapatanishi na wachawi wanaonong'ona na kunungunika. Kwa maneno mengine, wanakwenda kwa watu wanaodai kuwasiliana na wafu na kutoa ujumbe wao mdogo wa kunong'ona ambao unawadanganya wasikilizaji wao. Wanakwenda kwa watendaji wa uchawi wanaosoma nyota. Na hebu niwaambie kitu, wapendwa, hakuna mengi yaliyobadilika hadi leo. Mamilioni ya watu wanakagua nyota zao kila siku. Wanazungumza na viongozi wa kiroho ambao ambao hawana uhusiano wowote na neno la Mungu na ni wadanganyifu wa uongo. Nilisoma kuhusu muumini ambaye alikuwa akishinikizwa na mtabiri wa bahati aliyemwahidi kumwambia kuhusu maisha yake ya baadaye ikiwa angempa pesa. Na na akamwambia, "Yu, unamaanisha unaweza kuniambia nitakuwa nafanya nini wakati kama huu? Kesho Naye akasema, hakika. Na akasema, basi nitakuambia hivi, nitakulipa mara mbili ikiwa unaweza kuniambia nilikuwa nafanya nini wakati kama huu jana. Basi hiyo ilimaliza mazungumzo. Sasa Isaya anaendelea kuwahimiza watu warudi kwenye neno la Mungu hapa katika mstari wa ishirini, warudi kwenye mafundisho, kwenye ushuhuda. ikiwa wao, yani washauri wa kiroho, hawatasema kulingana na neno hili, ni kwa sababu hawana alfajiri, yaani hawana mwanga. Mstari wa ishirini na mbili unaongeza, wataingizwa katika giza nene. Na hivyo ndivyo inavyotokea unapopuuza alfajiri, mwanga wa Injili, neno la Mungu, utaingia katika giza nene la kutoamini.